Do you know money speaks? Do you know money speaks? Niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa kama hujui lugha ya pesa itakuwa inazungumza na wewe usikie. Hivi unafahamu kuna watu ambao wanaomba sana Mungu aseme nao, lakini hawana masikio ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Na anasema lakini hawasikii. Kwa nini? Shida sio Roho Mtakatifu kusikia, shida wewe hufai nini usikie. Lango jomani. Lugha ya kwanza ya pesa ni silence. Less noisy. Niwaambie watu wa Mungu ulioko hapa, pesa lugha yake ni silence au less noise. Pesa haitaki nini? Kelele. Naomba niwambie, nenda kachunguze maeneo mengi yenye kelele, yana uchumi mdogo, na watu wengi wanaongea sana hawana hela. Kwa sababu pesa haitaki nini? Kelele. Ndio maana kwenye baa kuna muziki, benki hamna muziki. Mshaenda kabeki ukasikia kuna muziki hata instrument umeshakusikia kule ni ukimya, kwa sababu money need no noise. Ndio maana nenda mitandaoni ukiona mtu yote anajigamba anakelele kuhusu mafanikio hana kitu, au ni chawa wa mwenye nacho. Kwa hiyo katulia, kawapa hela wale wapige kelele, yeye ametulia. Kwa nini? Kwa sababu anajua kanuni ya hela, sio wewe kupiga kelele, wache wengine wafanye nini, kupiga kelele. Na jinsi wanavyozidi kupiga kelele, ndio wazidi kukutegemea ila mwenye hela ha, ha. Ni lugha ya pesa. Una mtu anaelewa. Nenda kwenye hoteli ukisikia mtu analalamika kwamba hoteli aliyolala ina kelele usiku, amelala chip hoteli. Unanielewa? Ukisikia mtu analalamika kwamba amelala hoteli afu kichwa kinauma kwa sababu hakulala, umelala chip hoteli. Na tunaweza tukakadiria hata umelipa shilingi ngapi hoteli kwa sababu gani? hoteli five star. Zizi, izi, kuna ambazo ziko hata hazijafika nyota moja, nyingi ndio tunazilala, lakini naomba niwaambie ukienda kwenye five star hotel, you will never hear noise. Ukikuta watu wanaongea, ukikuta... <laughs> hiyo utakuta Manzese hukuti <laughs> five star watu wamekana kompyuta zao, watu wamekaa wanaongea. Nenda hapo, pita hapo Kosa kiatu kigongo, unajisikia aibu, unajisikia aibu hapo, unajisikia aibu. Kuko kimya, utasikia ka instrument fulani kwa mbali, kwa sababu wala huwezi kujua hata ni wimbo gani kwa mbali. People with money they don't need noise. Mmendera, ukienda kwenye zile ambazo amenitendea, sio sio sio zee, sio sio nani unaenda hoteli mpaka mteja aliyokuja anampa flash nani, reception. Pigeni hizi. Lugha ya pili ya pesa ni order. Sasa order, siwezi kujua Kiswahili, si order ni mpangilio, kitu kama hicho eh? Utaratibu, lugha ya pili ya pesa ni utaratibu huh. Pesa inapenda order inapenda utaratibu. Yaani pesa haiko tu uiamulie, unachotaka ikuamulie unachotaka haiko hivyo, inataka utaratibu. Utaratibu wa kwanza bajeti, hmm. yaani kabla hujaipata inataka ujue utaitumiaje, alafu kisha itumia, inataka ujievaluate, ulinitumiaje. inataka order. sasa wale ambao mimi, mimi yani, Nik, ikija mimi naitumia tu sijui chochote. Huwezi kukaa uone hela hata siku moja, because you don't speak its language, kama ambavyo tuna five love language na tuna money language pia. Order inataka order. Nenda kwa mfano, wengi hapa tuna makampuni tuna mashirika tuna vibiashara vyetu tunafanya. Nimeona mna, mna discuss hapa kuhusu kuajiri, kuhusu nini. Utakuja kugundua the more biashara yako haina order, ndio jinsi ambavyo mtaji wako ni mdogo. Kuna mtu anakubaliana mimi The more unaweka order, order. Ndio jinsi ambavyo hela inafanya nini? Kwa mfano, mfano hata kama uwe mzuri sana kwenye biashara kama hujaweka order ya kuwa na formality brela kodi invoice proforma receipt huh. Ufanye kazi na serikali ufanye kazi na kampuni ufanye kazi na kwa hiyo na... utafanya kazi na wale, jamani naombeni biashara, naombeni mpeni biashara jamani wapendwa. Kwa hiyo utakuwa unapaki una, una, una gari yako kanisani wateja wako ni waumini wenzako tu. huwezi kwenda zaidi. Kwa nini? Order huna. Sa mpendo, unaomba tengeneza hii invoice. Invoice ndo lidudu gani? Una proforma. And everybody is scared kutengeneza order. Watu wengi wanataka kufanikiwa kihuduma, lakini wanakimbizana na huduma, lakini huduma haina order. Is not registered ndio maana anakimbizana nao sana Kagame kule Rwanda. Hai, haiko register hichi kipo, hichi ya kipo. Hakuna kitu wapendwa wanaogopa kama ukiwaambia tunaomba records, tunaomba documentation. Yaani ukiambia tu letter receipt, hatutaki kusikia hicho kitu. Ndio maana mtu yuko tayari aonge ili asiulizwe. Most of time hata kwenye barabara, yani traffic akwambia naomba kadi, hatutaki kuulizwa. Uko tayari kutoa elfu kumi, ila hata kama unayo, kwa sababu tuna allergy na kutoa toa document. Knowledge hatutunzi documents, hatupendi order. Order ni lugha ya nini? Ya pesa. Lugha ya mwisho, Excellence. Excellence. Excellence Kiswahili ni? Ni hali ya juu ya uzuri, nafikiri ubora, ukamilifu, ingawa ukamilifu ni perfection. But back, Kiswahili kina maneno machache, sio? Eh. Yes. Lakini ndio uko ko ukamilifu ubora uzuri wa hali ya juu kiwango cha hali ya juu yaani chochote unacho, ndio maana utakuja kurealize pesa, kwa sababu lugha yake ni excellence. Vitu vingi vyenye excellence ni vya gharama. Kuna mtu ananielewa? Vitu vingi vyenye excellence vina nini? Vina gharama. Ukitaka kujua, wale mlioolewa na kuposwa, angalia pete yako ya kuchumbiwa ila engagement excellence iliyotengenezwa ili determine gharama yake, nenda kakute excellence ya pete imetengenezwa na Tanzanite, mtu anairisha kukuoa kabisa, hana hela ya kununua. Kwa nini? Because of excellence is becoming very expensive, unanielewa? Kuna kuna hotels nyingine, unafahamu, hotels zina theme theme, nikisema theme unaelewa, hotels nyingi zina theme yaani kwamba watu wanaenda hoteli hii, wanapenda theme. Kwa mfano, kuna hoteli theme yake ni modernity, yani vitu vya kisasa tu, lakini nimewahi kwenda kwenye hoteli ambayo theme yao ni antique, yani wana vitu vya zamani, medieval, yani kama vitu vya vya zamani, yani wana I came to realize, it's extremely expensive kwa sababu ya watu wanaopenda vitu vya zamani makochi nini ya, unaweza kuona ah, mbona vitu gani hivi, lakini ni theme ya hiyo hoteli. Sasa unakuja gundua the money vya zamani vimedisainiwa katika high excellence. Kuna mtu ananielewa? Mfano tuna, mwingine tunaendesha magari lakini utakuja The more excellence kwenye gari ilivyotengenezwa ndio the more ile gari inakuwa gharama. Umeshagundua hicho kitu? Kuna makampuni ambayo wanatuwezesha tusafiri Toyota. The intention yao ni kukuwezesha mobility. That's your focus. So magari yao they're not so much expensive. Lakini ni mazuri kwa sababu focus ya Toyota ni mobility wa kuwezesha kufanya nini? Kusafiri. Rolls-Royce. Focus yake. Ni comfort excellence kwenye comfort, bas ndio focus, sio mobility, sio kukusaidia umuva. Ah, comfort that is why it is extremely expensive. Ferrari is extremely expensive, lakini focus yake sio comfort, ni speed. Excellence imeweka kwenye nini? Speed. Tunaelewana? So it is extremely expensive na inanuliwa na watu ambao focus yao sio comfort ni speed. So most of us sisi watu weusi we don't know what we want. Focus yako ni mobility au ni comfort au ni speed. Na utakuja kutulivo tu, na hizi shida za kuto kuchagua na kutokujua tunataka mpaka kwenye maamuzi ya mahusiano tuko hivyo hivyo. You want to get married Somebody is asking you, what type of a wife do you want? Anampenda Mungu, basi hicho tu? Una shida wewe, haiwezekani. Kupenda Mungu ni kitu kizuri, lakini lazima kuna what is your focus. Wengine unauliza wewe, mume mzuri kwako ni upi? <laughs> Specifications aa. <Bwana asifiwe. laughs>